Tumefikia kilele leo cha wewe kuhitimisha kampeni yako katika mkoa wa Kagera, na wewe umeshuhudia katika maeneo uliyopita kwamba kweli wananchi wa Kagera wanakupenda, wananchi wa Kagera wana, wanatambua yale yote uliyoyafanya katika kipindi chako cha miaka minne na wako wote na wananchi wote wako tayari ifikapo tarehe 29 Oktoba, kutiki kwa maana kwa kura ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Oktoba 29, tunafanya nini? kwa wabunge wote, kwa wabunge wote wa Chama cha Mapinduzi. Oktoba 29 tunatiki madiwani wote watakaosimamishwa na Chama cha Mapinduzi. Oktoba 29 tunafanya nini? Hi, huu umati wote uliouona maeneo yote uliyopitia haukuja tu bure. Kwanza ulikuwa unafuatilia kipindi chako chote ulichokuwa rais, na ulipokuwa unapita huku hata kipindi chako cha kampeni, mahala pote ulipopita kwenye mikoa uliyokushapita, wamevutiwa na yale yote uliokuwa unayasema, na leo hii kote waliopita walikuwa wanasema wanataka kukuona kwa macho yao. Hawa wananchi wanataka kuwa kama Thomas, hawatakugusa lakini wamekuona na wameamini. Tunashukuru kwamba umefika kwenye maeneo yetu. Wamekuja wabunge wakati wanadani, wananadi mabunge, nani majimbo yao, na bahati nzuri wote wabunge kwenye mkoa wetu wamepata nafasi ya kuomba kura zao na kura zako. Lakini mimi nawakilisha jimbo langu la mkoa wa Kagera. Kuna maeneo ambayo yanagusa mkoa kwa ujumla ingawa yameandikwa kwenye ilani kwenye wilaya husika husika, sitayasema yote, lakini itakuwa vizuri kwa umati huu nigusie machache tu. Kwanza, mbunge wa Bukoba mjini amegusia stendi, nataka na kusema hiyo stendi iko Bukoba mjini, lakini ina, ni, ni stendi ambayo inawakilisha mkoa wa Kagera mzima kwa sababu mabasi yote yatakayokuwa yanatoka popote kule nchini kuja mkoa wa Kagera yatakuwa yanakuja kwenye stendi hiyo. Kwa hiyo ni alama hiyo, ni alama ya mkoa. Alama nyingine ya mkoa ambayo tunabidi kukusifu wewe, mgombea wa Chama cha Mapinduzi, kwa kutuwekea alama kubwa, ambaye kwa muda mrefu tulikuwa tunapigana nayo mkoa wa Kagera. Tuna sifa ya kuitwa Nshomile kwa sababu tunao maprofesa wengi, tunao madaktari wengi na wamesoma wengi. Yes tumesoma wengi na si kututania, kweli tumesoma, lakini tulikuwa hatuna chuo kikuu. Ukaona hilo ukatuletea tawi la chuo kikuu Dar es Salaam mkoa wa Kagera. Tawi hilo liko kata ya Karabagaine jimbo la Bukoba Vijijini, lakini hiyo tunaichukua ni alama ya mkoa mzima kwa sababu watakaokuja kusoma pale watakuwa wanatoka Tanzania nzima na mkoa wa Kagera tutapata faida kwa sababu watakuwa na nafasi za kuwafundisha wajasiriamali vijana, namna na ya kufanya biashara, na ndizo kozi zao wanaoanza nazo. Kama si hilo tu, umewapenda vijana, palipokuja mradi wa mfano za VETA. Tuna VETA nyingi lakini kuna veta ya mfano ya kimataifa ukaileta Kagera na yenyewe iko hapa Burugo, hapa chini tu Burugo, Bukoba Vijijini. Hizo zote ni fursa kwa vijana. CCM oye! Mkoa wa Kagera, asante sana Kagera. Tunalalamika sana kwamba gharama za bidhaa za madukani, hususan gharama za ujenzi ni kubwa, kwa sababu zinahitaji ubebaji mkubwa wa malori kutoka kule zinapotoka, hususan Dar es Salaam Ukutusahau kwa hilo, ukajua kwamba unaleta SGR kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza, lakini ukatupanulia Kemondo Bay na kwamba utatuletea meli ya kubeba mabehewa SGR ikitoka, mabehewa yakitoka Dar es Salaam Yakifika Mwanza hawayapakuliwi, yanaingia kwenye, kwenye meli hiyo, itakuwa inafika Kemondo, na bei ya vifaa vya madukani tutaona inapungua. Na hilo ni alama ya mkoa wa Kagera ambayo na yenyewe, ingawa imekwenda CCM hoye, ingawa inakwenda kwenye jimbo moja kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, mnaweza kuiona kwenye jimbo la Bukoba vijijini, lakini ni alama ya mkoa wa Kagera katika kujibu swala tuliyompa kwamba Kagera jamani, tuafwa hatuna hela, akasema ngojeni kwanza jitafakari ninyi wenyewe lakini ni ngoje. Haya majibu ndiyo anatuletea. CCM oye! Mengine ameyazungumza mama, anawapenda akina dada mwenyewe hiyo ahadi haikuwa kwenye ilani ya chama cha mapinduzi 2025 alipofika hapa mwenyewe akaahidi na akatekeleza kutuletea kujenga shule ya vipaji maalum kwa wasichana mkoa wa Kagera iko Karagwe CCM oye mwisho kwa sababu natarajia sitaki kuzungumza kwa muda mrefu, lakini kitu kingine cha kuzungumza kidogo ni mradi wa umeme mkoa wa Kagera. Toka nchi hii ipate uhuru tulikuwa tunapata umeme kutoka nchi za jirani, si mbaya, hatuna matatizo lakini ulikuwa si mmeme mkubwa, lakini mara kwa mara tulikuwa tunapata matatizo ya kukatika katika. Ilipoingia katika hii ilani, tunapomaliza ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka huu, mwaka huu na tunapoanza nyingine, akasema anahimiza viwanda, uchumi wa viwanda, anahimiza vichumi wa vijana waanze kufanya mambo ya ujasiriamali mali bila umeme wa uhakika hatuwezi kupata umeme majumbani na vile vile hatuwezi kupata umeme wa viwanda. Na kila tunaposikia bwawa la Nyerere, tunaposikia umeme ongeongezeka onge kwa asilimia mia moja na kitu, tutakuwa tunauliza hii umeme unaongezeka huko wapi? Akasema hapana, Kagera sasa tutaunganishwa kwenye gridi ya taifa, kwenye umeme utakotoka Ngara Benako mpaka kiaka kwa kupitia Karabe. Tunashukuru sana kwa hayo. Nimezungumza hayo kwa ufupi, nimezungumza kwa CCM oye. Nimebidi nimezungumze hayo kwa sababu ni hizo alama, nazungumza kwa niaba ya mkoa. Sasa alama ngawa zimekwenda kwenye wilaya fulani, lakini zinaacha alama kubwa kwenye mkoa wa Kagera. Niongezee tu kuongezea nondo kidogo kwa wabunge waliyafanya. Tunataka wilaya zote za mkoa wa Kagera ziweze kufikika kwa barabara angalau za kiwango cha rami. Mpaka sasa hivi tumekwisha fanikiwa kwa kiwango cha asilimia karibu 90 hivi. Mbunge wa Kyerwa alipokuwa anazungumza jana tumekuelewa nimemuelewa sana. Ni wilaya ya Kyerwa peke yake iliyobaki kwamba haifikiki kwa kiwango cha lami. CCM oyee! Hizi zote Asante mwenyekiti, anamaliza kwa kuomba kura. Karibu mwenyekiti. CCM oye! Mheshimiwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi, tunajua Waswahili ama wahenga husema kwamba safari ndefu huanza na hatua moja. Safari ndefu huanza na nini? Hatua moja. Sasa wewe umezindua dira ya taifa ya ishirini hamsini na hatua yako ya kwanza ni ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka ishirini ishirini na tano ishirini thelathini kwa umahili wako na uhodari wako ulivyotekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ishirini ishirini mpaka ishirini na tano tuna uhakika na tunajua kwamba ya ishirini ishirini na tano mpaka 30 nayo utaikamilisha kwa madhubuti ule ule. Kwa hiyo hatuna shaka nao sisiemu Oye! Oh, aya, piga makofi mengi kwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, mzee wetu Karamagi. Dr Samia, oh yi. Asante ndugu mwenyekiti, naomba sasa nimkaribishe.